ukasuswa ukipeleka malalamiko TFF, yale maamuzi hayafanyiki. Na hizi ili mpira wetu wa Tanzania ukue eh, timu itakapoonekana Simba inafanya makosa eh, au Yanga inafanya makosa hizi eh, adhabu za milioni moja, milioni mbili ni kuendelea kuwapa kichwa na kiburi. Kwa sababu moja, kama timu inafanya makosa, Simba au Yanga inafanya makosa, inashushwa pointi kama tano. Tungekuwa na adhabu kwenye mpira wa Tanzania toka Mara, toka ukandaziwa, Biashara wamepokonywa pointi kwa kutokuhudhuria kwenye kituo cha mechi, yaani hawajapeleka timu. Hao ni Biashara hawa hawa. Sheria ile msumeno ipite mule mule, umemwelewa? Ipite ani timu yoyote ambayo itakuwa inakwepakwepa kwa ajili ya kulipa faini, basi iyo faini iwe ya kukata pointi, siyo ya mwamara. Basi kama ni hivyo Biashara kutoka Mara imekatwa pointi kwenye ligi daraja la kwanza kwa sababu hawakwenda wa kwenye mechi siku ya mechi na hawa madunduka ambao leo hawajaja wakatwe. Watakuja bwana, watakuja lazima. Wale eti mtakuja. Ah, mimi nashauri Simba walete timu wanjani eh. Yani, yani, kama ningekuwa na maandamano hapa eh, mimi ningeandamana mpaka ofisi za Simba kuhimiza kabisa, yani maandamano ya amani, sio ya vita yeah. Maandamano ya amani maaki, nikisema maandamano serikali naweza ikaniingilia kati yeah. Lakini kama pangekuwepo sheria na ruhusa kwamba mtu ufanye maandamano, tufanye maandamano, timu ije kwa sababu tunaumia, walete timu wanjani walete timu. Mechi imeahirishwa. Ah, sasa na...